Assalatu As wassalamu ala rasuli Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Amma kwa hakika leo nimekusudia kutoa somo hili la kichwa cha habari kinasema kwamba kaifa yuhadhiru sahiru jinnia, maana yake kwamba vipi mchawi anaweza kumhudhurisha jini wa kichawi Kawaida mchawi anavyotaka kufanya kazi zake za kichawi, asilimia tisini na tisa kazi zake huwa anatarajia kupata msaada mkubwa kutoka kwa sheitani wa kijini. Hivyo basi, ndivyo utakapoona hapo, hawezi mchawi kuifanya kazi isipokuwa, apate uhusiano, apate muungano baina yake yeye na jini ghaliban

au taskhiri min khidmat min man yakhdimu sahiru, anasema kwamba baada ya kupatikana makubaliano maalum, hakika shaytani huyu wa kwanza ambaye ni mwanadamu anayetaka msaada kwa sheitani atatakiwa afanye mambo ambayo ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala au ya ushirikina ya shirki, ima kwa kujificha au kwa udhahiri. Baada ya kuyafanya haya, ndipo sasa itakapopatikana fursa na sheitani naye asimame imara kuweza kumtumikia huyu mchawi na kujidhalilisha kwake yeye, kutokana na utumikishwaji. Kwa sababu gani? Lianna ittifaqa ghaliban ma yahduthu baina assahiri wa shaitani. Kwa sababu ya makubaliano mara nyingi sana huwa yanatuka baina ya mchawi na sheitani. Lakini makubaliano haya yanatuka wapi? min zaaimi qabaililjinni washayatini shaita... wa inatokea hali hiyo mbele ya wakubwa, viongozi wa kijini na masheitani, basi hapo baada ya kutokea makubaliano hayo ndipo sasa anaingia sasa yule mchawi wa kijini kuweza kwenda kufanya kazi husika inayokusudiwa. Sasa, ili uweze kumhudhurisha huyu kiumbe ambaye ni sheitani wa kijini, sharti uweze kulikamilisha hilo, ufanye moja ya njia sa, nane. Moja ya njia nane hizi unaweza kumhudhurisha jini na akafanya yale wewe unayoyataka. Hapo sasa ndipo ukae hadhari kuweza kunisikiliza. Inawezekana na wewe ukapata faida, ila usije ukajaribu kutumia njia hizi, hatima yake zikakuletea madhara. Njia ya kwanza, ataingia mwenye kufanya kazi ya uchawi katika chumba ambacho chenye kiza, kisha atauwasha moto humo katika jiko, ima la mkaa au la aina yoyote na ataweka juu ya jiko hilo, ataweka nini? Aina ya buhuri ambazo zitakazohitajika kulingana na mnasaba wa jambo lake analolihitajia, kwa yule anayekusudia kumfanyia ile sihiri. Ikiwa anataka yule mtu kumfanyia uchawi wa kugombanisha au kutusha, baina yake baina ya mtu na mwenzake, uadui na chuki na yanayofanana na hayo ataweka nini, yalla wa ala nnari bukhuran dha raihatin karihatan. Ataweka buhuri juu ya ule moto, tena buhuri zenyewe zenye harufu zenye kuchukiza, harufu kali kali na ikiwa anataka kutusha baina ya watu wawili mapenzi na maelewano, au kufungua aina ya vifungo vya kichawi vya mtu e, au kufungua uchawi ataweka buhuri zenye harufu mzuri, kisha atafanya nini? thumma ya bada usahiru fi tilawati azimatihi ashirikia. Hapa ndio sehemu muhimu sasa hapo sasa, baada ya kufanya hivyo, ataanza sasa huyu mwenye kufanya hii kazi, ataanza kufanya visomo vya vya ki vya kigangaganga, visomo vya kuweza kuwaita majini kwa njia ya visomo hivyo, kwa utaratibu utakaokuwa umeelekezwa hapa. Ikiwa unataka kuvitambua visomo hivi, basi wewe utanitafuta niweze nikuelekeze namna gani. Sio kila jambo linaweza kuwekwa hadharani kama hivyo hivyo. Basi utaanza kuvisoma hivi visomo na hatima yake atakujia. Itakuja kutokea nini? visomo vile vitakavyokuja kusomwa vitaleta hali tofauti tofauti, ima utadhihirikiwa na miongoni mwa vitu vifuatavyo Inawezekana akakujia mbele yako wewe ikadhihiri kwako wewe mfano wa mbwa au thambana au nyoka au ayu hayatin au au jumbile la aina yoyote likaja likadhihiri kwako na ukajikuta kwamba ukafika muda huo, sasa ndipo hapo sasa unaelezea makusudio yako na mipangilio yako, ndipo hapo unapomwagiza na kuweza kuyafanya yale ambayo unayoyahitaji. Visomo gani vitasomeka? Kanuni gani zitatumika? Basi hapo kwenye visomo ndio tunaweka mabano. Si kila mtu anastahiki kuelekezwa vitu kama hivi, insha Allah. Mpaka hapa tutaendelea endelea kunifuatilia katika darasa ya pili, tuone nini kinachoendelea. Biidhnillahi taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.